Unaenda kuweka labda service provider, swali tu hapo, tulizo umepewa kibali na nani? Sisi <coughs> tuna nafasi za kujitegemea, lakini niwaombe sana na viongozi wao, uhuru mwingine uwe na mipaka. Tutakuja kupata supplies. Kama kuna jambo zuri, tushauriane, tukubaliane na tuweke utaratibu mzuri wa kwenda n <coughs> kiongozi, nakutana na mambo wakati ma mwingine tu, haiwezekani, siwezi fanya. Kibali kimetoka wapi? pala mvujo, unaniambia eti kwamba kuna kampuni aliyefika huku, swala usomaji mita pala na vijana, alafu huku anafanya, takuja kupoteza ownership ya taasisi

hata kama tuie nanimei kweli, wizara ya maji lazima iweke mifumo ya kutra huyu amefika na amefanya kazi banaweenda kusoma mita, umpige picha kule ni itasoma mifumo. Tuwekeze kwenye mifumo, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais maazimio sasa tunakwenda kwenye swala piameseme. <muchika> <muchika> Mheshimiwa Waziri, kama mtendaji, mtawapiga barua mamlaka zote. Sihitaji swala la service provider. Ninyi mko hapo, mnalipwa mishahara kwa kazi hizo. Kwa nini mna haya service provider, ndio aende akawakusanyie, ndio aingie mtaani awasomee, halafu ndio awaletee kwamba, kwa mwezi huu, wewe maji yaliyokuwa bildi umekusanya hiki? Are we serious? Service provider ni kazi zinazoiza kufanyika reading za commercial manager. Wewe lazima uwe na muda wa kufanya ambush ya kufanya verification. Unaweza ukaamua una zoni A, mtu kashamaliza kusoma mita yake, unajua kabisa, unaingia kwenye system. Mteja huyu Mwajuma Waziri anakaa nyumba fulani, nyumba ile pale, reading zake zimesema ngapi? Sita, nenda kama wakurugenzi wa huduma kwa wateja kwamba tunaenda kuyafanyia kazi. Kati ya maeneo ya uboresho ni pamoja na upotevu wa maji na non revenue water, ukusanyaji wa mapato kwa wateja wa wenye madeni ya muda mrefu, call centers zetu, uh, kasi ya ufungaji wa dira za malipo ya kabla prepaid water meter, matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma na kupokea taarifa, uh, na kutoa mrejesho kwa wateja pale baada ya kufanyia kazi zile taarifa mbalimbali ambazo wamesikia kwa wateja, tumeona namna gani ya kuboresha kwa kusimamia wale watendaji wetu walioko chini ili tuwe na lugha moja kutoka wizara kuja kwa viongozi wa serikali, wa, wa taasisi zetu lakini na wananchi tukiyafanya haya kwa pamoja ninaamini kabisa kwamba nia thabiti ya mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Eh, Daktari Samia Suluhu Hassani itaweza kufikia adhima ya kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi kwa kupata maji safi na salama kwa muda wote.